Barabara hizi ni kwa matumizi ya kila mtu mwenye gari, mwenye bajaji, mwenye baisikeli, mwenda kwa miguu, wote wanatarajia katika katika kujishughulisha kwao watumie fursa hii na mheshimiwa waziri, tumeweka na sheria. Inasikitisha katika baadhi ya maeneo wanaoongoza kuvunja hiyo sheria sio watu wa kawaida, ni magari ya serikali. Inawekwa mita hamsini, inawekwa hiyo hiyo sheria ya hamsini ya, kwa kilomita hawafuati imewekwa zebra hawafuati, imewekwa taa hawafuati, na wao ndio waliopendekeza mapendekezo ya sheria hizo. Bunge limetunga sheria hizo baada ya serikali kupendekeza, wavunjaji wakuu wanakuwa wao wa serikalini. Tunawapa kazi watekeleza sheria, kila wakati kumvu, kila wakati kumwomba radhi mtu aliyevunja sheria. Mheshimiwa Waziri, kaeni kwenye sekta, kaeni sekta zote, wadau wote, wadau wote wanaohusika wa, wanao Wizara ya Uchukuzi, Wizara ya Mambo ya Ndani, Jeshi letu la Polisi na wadau wote hawa wa, wa, wa, wa, watumiaji wa barabarani, kama kama tunaona mita zile tulizoweka, vibao vile tulivyoweka vya hamsini vimepitwa na wakati tuvibadilishe. Kama tunaona vimepitwa na wakati tuvibadilishe, kwa kuwa sisi inawezekana viliwekwa wakati barabara ni za vumbi, labda hiyo ndo iliwekwa. Hiyo kama haitekelezeki Tuibadilishe, tuweke ile tunayotumia. Tusiwe na sheria ya wananchi wa kawaida na tusiwe na utaratibu wa wa wa serikali wa serikali, wa, wa kupita kama kufuata. Hiyo ina kera na sisi hatuifuati, nani atakaye nani atakayewasemea hii kero, wale wanaokereka nayo kama tunaiona inatosha, kama tunaiona inatosha na ina umuhimu, kila mtu aifuate huu utaratibu. Wa kuwa na sheria kwamba hii inawakaba tu watu wa kawaida na haiwahusu serikali, kama tunataka hivyo tuandike kwenye sheria. Inaudhi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 Tunawapa kazi watekeleza sheria, kuwaomba radhi watu waliovunja sheria. Tumeiweka sheria, naelekeza kila mtu afuate sheria.